Kisha wakaijenga upya. Walibomoa kwanza Alkaaba na wakaijenga upya. Wanasema maulama wa historia na tafsir na tarikh, aliyebomoa Alkaaba ni bwana mmoja akijulikana kama Almughira, baba ya Khalid, Khalid ibn Almughira. Sasa huyu Almughira ndiye aliyebomoa Alkaaba na yeye ndiye aliyekuja na hili wazo akiwa peke yake katika kabila la Kuraishi. Makuraishi wakitaka kubomoa Al-Kaaba waliogopa kwa sababu ni nyumba tukufu na ni nyumba takatifu. Sasa Al-Mughira kwa sababu yojua hakutaka kubomoa na kuiacha hivyo hivyo peke yake, walikuwa plan ya na plani ya kubomoa na kuijenga upya so, hakuogopa chochote. Wale wengine waliogopa labda adhabu itatokea na kitu kama hiyo. Uh, yeye hakuogopa akaelekea katika kugomoa ile Alkaaba. Na mwanzo Alkaaba sio kama sasahivi ilivyo sasa hivi. Sasa iko kwa shape ya tasema ni square mraba, kitambo ilikuwa ni circle mduara, kabla ya kuvunjwa, na sasahivi venye imejengwa upya sahihi, iko kwa shape ya square, before ilikuwa ni round. Kwa hiyo Al-Mughira alibomoa Al-Kaaba na ilimchukua yeye ile siku nzima, mpaka kesho yake ilipofika, ndio wale Makuraishi wengine wakakusanyika na kuendelea na yeye katika ile ile ubomozi wa ile Al-Kaaba, kwa sababu ile siku ya kwanza walikuwa na uoga, labda adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala itashuka kwa kubomoa nyumba yake. Kwa hiyo waliacha ile siku ya kwanza peke yake, akavunja walipoona hakuna kitu kimetokea. Siku ya pili iliyofuata, waliendelea pamoja naye katika kubomoa kubomoa al-Kaaba.